hivi karibuni kimewatembelea na kutoa mafunzo kwa wakulima wa zao la korosho katika mikoa mbalimbali kwa lengo la kuwezesha wakulima kuwa na kilimo chenye tija. Kumbuka kipindi hiki kinaratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI kituo cha Naliendele. Mikoa ya Tabora na Kigoma ni kati ya mikoa mipya iliyoanza kulima zao la korosho mara baada ya TARI Naliendele kutafiti na kuona kuwa mikoa hiyo inafaa kulima zao la korosho. Hawa ni baadhi ya wakulima wa korosho wanaeleza hali ya kilimo hicho kwa sasa. Nimekuwa mkulima mwasisi wa hili zao kwa sababu mwaka 2018 ndio nilianza kupanda hii miche iliyopo. Mpaka sasa hivi na ekari 13 ambazo nazivuna, lakini pia kuna hekari saba ambazo nataraji msimu ujao nitaanza kuvuna. Shamba hili mwaka 2018 vilipanda mpaka 2019 maana na maana ya mwaka mmoja. Niweza kupata kilo 20. Mwaka jana 2020 niweza kupata kilo 400 korosho ghafi. Sasa kwa sababu masoko ya korosho gafi huku wilayani kwetu Urambo, hata mkoa mzima wa Tabora hajaanza kwa kwao, nikaamua kuzipeleka korosho zangu zile kilo mia nne katika kiwanda kidogo kidogo kichopo Manyoni, mkoa wa Singida, nibangua nikapata kilo themanini tisa. Niliziuza kwa rejareja reja. kila kilo nilikuwa nauza shilingi elfu ishirini na tano. Kwa kweli za zao hili linaonekana na hata sasa hivi ukiangalia mimea yangu inaanza kunipeleka sasa kwenye kilo mia nane mpaka elfu moja msimu huo, kuna uhakika naweza nikavuna. Kwa hiyo naona jinsi ambavyo kila mwaka zao linapanda, utaona zao hili jinsi linavyoendelea kupanuka msimu hadi msimu. Labda kitu ambacho kinanipa kina tabu katika ile zao ni madawa viatilifu, viatilifu ambavyo nimekuwa nikinua katika mkoa wa Tabora imekuwa havinipi matokeo mazuri sana kama jinsi ambavyo nikienda Mtwara na Lindi, nikivinunua viuatilifu vya kule, vinakuja vinatoa vinamalizia matokeo mazuri. Kwa hiyo sasa hivi pale kuna, kuna, kuna machupa tupo ambayo nimeatumia msimu huu mwaka, mpaka sasa hivi nimeshapuliza mara mbili, lakini ukiangalia baadhi ya maua unaona kabisa yanapukutika, kunakana lile tatizo bado lipo, lakini halipo kwa sababu ya mimi kuto mzembe wa kuuliza, bali naamini kwamba tatizo hili halishi kwa sababu ya madao na ma, viatilifu tunavyotumia, pengine ubora wake bado uko chini, na nadhani hao wanaotuuzia viatilifu, naamini kabisa wanatuletea viatilifu vya bei ya chini, kwa sababu ndivyo tunaweza kuvibeba. Vile ambavyo nimenunua nimenunua Mtwara kwanza, hata bei yake iko juu, lakini hata matumizi yake yana matokeo mazuri. Kwa hiyo utaona hapa shida iko wapi? Kwa hiyo ombi langu kwanza kwa wakulima, lakini hasa nianze ombi rasmi liende kwa hao wanaotuuzia viatilifu. Wao wasiogope bei. Watuletee viatilifu ambavyo kwa kweli vitakuwa ni mkombozi. Sisi wakulima kweli tumezoea vitu vya bei rahisi. Lakini rahisi pia wakati mwingine inakuwa ghali. Kwa hiyo unatumia gharama kubwa kwenye mti lakini kwa matokeo yenye hasara. Kwa hiyo nilikuwa naomba wakulima wenzangu mkoa mzima wa Tabora kwenye viatilifu TALI kwanza, mimi binafsi wamekuwa wakinisaidia sana. TALI wamekuwa wakinisaidia na huu ni msimu wa pili kufika hapa shambani kwangu. Lakini mbali na kufika kwao hapa shambani, mimi nimekuwa kila ninapokuwa na mkwamo nawapigia simu na wananisaidia kwa ushauri, na ushauri wao nimekuwa nikiutumia mara nyingi unaleta matokeo mazuri. Kwao naomba TALI waendelee na mafunzo haya, ikiwezekana, kama wataweza wafike kila mkoa unaoulima hili zao la korosho. Kwa kweli mimi na nimefarijika sana na nimepata furaha sana kwa hasa kuja hapa Urambo na kwa kusanya baadhi ya wa wakulima. Mimi mwenyewe siku zote nimekuwa nikipigana kufa na kupona tuongezeke wakulima ili mambo mawili tuweze kuyavuta. Kwanza tutavuta soko la madawa lakini pia tutavuta soko la korosho yenyewe ile korosho gafi. Sasa hivi mnunuzi ili aje anahitaji kupata kilo 1000. Sasa hizi uzalishaji wa kilo elfu kumi bado hatuna kulima, hofu, na, na ambele, na, na, na. Kwa hiyo naomba wakulima kwanza wasihofu jinsi wanavyoona mimi nazidi kusonga mbele, na wote kwa ujumla tukisonga mbele masoko yote mawili yata, yata, yataweza kutufuata kwa haraka. Niliona uchungu baada kuwa nimetoka kule Mtwara, nilipitia Singida nikaangalia waliopanda makorosho nikaona miche inafanya vizuri, na hali kadhalika Dodoma nikasema, kumbe na Kigoma tunaweza tukafanya vizuri kwa sababu walivyosema kwamba korosho inastawi ardhi yote ya Tanzania basi na mimi nimeamini kweli korosho inafanya vizuri. Na baada ya tumepanda miche hii ambayo tumeipanda 2017 mpaka sasa imeshaanza kuonyesha dalili nzuri, kwani msimu wa mwaka jana niweza kukota kilo mbili wakati sikutumia pembejeo aina yoyote, wala sikutumia vitu vya tarifu aina yoyote, lakini kwa elimu hii ambayo nimeipata, ninaamini msimu unaokuja korosho itafanya vizuri kwa sababu nimepata uwezo na nimepata uelewa na ufahamu juu ya zao la korosho na viatirifu vyake. Nashukuru ugeni uliotufikia huu, na tumepata darasa moja zuri kutambua magonjwa. Mwanzo tulikuwa tunalima tu kama wakulima wa kawaida, lakini saa hizi tumesha kuwa tunafikiwa na wataalamu aina mbalimbali, na darasa la leo tuliopewa, nafikiri tumejifunza vingi na nimetambua uwepo wa magonjwa na dawa zake jinsi ya kuzitibu na kujikinga zaidi korosho. Hapo awali tulianza pale nyuma, miaka kama mitano nyuma, ulimaji wa korosho tumeanzia Singida, Manyoni, na zaidi tumerudi na huku kuhamasisha nyumbani, ndio kama hivi. Huku tuna misimu miwili, kama miaka miwili. Hizi unazoziona hivi ni za miaka miwili. Magonjwa hapo awali nilikuwa najua tu ukungu japo kuna majina yake, kuna ubugiliunga ubugi ambao wa kukauka na nalyo ambao tulikuwa na tibu kama ukungu, kumbe kuna magonjwa zaidi na zaidi na dawa zake zimetakiwa tibu hivi hivi. Kwa sekta yetu hii, nafikiri kwanza ni washukuru wadau wa, wa au wataalamu, nafikiri watufikie zaidi na zaidi kwa kutuelimisha sisi mimi nime ndio mwenye shamba hili la Korosho. Nilianza kulima kulingana na hamasa aliyokuja kipindi hicho ilikuwa 2018 na nakumbuka waziri wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Kassim alikuja kama mara mbili mwaka unakumbuka, lakini ujio wake alihamasisha mazao ya kimkakati kwa mkoa wa Kigoma ikiwa ni pamoja mchikichi, Korosho na mazao mengineyo, lakini pia alikaja likakaziwa na yule alikuwa mkuu wa wilaya Mwamvua Mlindoko akatoa hamasa pale Mwamira kwamba watu walime mazao ya kimkakati hasa korosho. Ilikuwa elfu mbili na kumi na nane elfu mbili na kumi na tisa mwezi wa kumi na moja mimi mwezi wa kumi na mbili nilifuata korosho Nguruka niliziagiza, wakanichukulia mtu fulani alikuwa ameagiza kutoka Mtwara ndo nimezifuata pale, ndo nikasia zile korosho nikazipanda na nilipanda tu kulingana na hamasa ile, sikupana yetu kwa sababu, kama na elimu fulani, labda na upana wa elimu, kulingana na elimu iliyokuwa imetolewa, yani kama vile mtu ana na nikiamini kwamba ipo siku fursa tafunguka, tutafikiana na wataalamu, watufundishe watuelekeze namna ya kuweza kuendeleza kilimo hicho, lakini asikitika mpaka kipindi fulani tume tumefanya tumeonyesha jitihada. Kanda hii ya Kazula Mimba tulikuwa tuko watu kama wawili, mimi na Nasim ndio tulio waasisi wa kupanda korosho, lakini kwa elimu zetu, kwa juhudi zetu binafsi wenyewe bila kuwa na wataalamu, maafisa kilimo na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tulipofanya sisi wenyewe kwa kupapasa, mwishoni nilimuona afisa kilimo nikamjulisha, lakini pia alitolewa hamasa 2019 hiyo e, kuelekea 2020 tulisikia korosho na hizo korosho ziligawia ya miche, yani kwa wakulima wote wa kanda ya Kazula Mimba au wilaya ya Uvinza. Sasa, mimi nilikuwa na naombi kwa serikali maalum mafunzo haya, kwa sababu yameanza sasa, ndio njia ya rahisi ya kufunguka kwa mkoa wa Kigoma. Niombe sasa serikali au na wadau na taasisi mbalimbali watusaidie kwa hapa tulikofikia na kuendelea, watusaidie kutusapoti, kwa maana kwamba hata kama kuna mikopo inaweza ikatolewa na elimu mbalimbali itusaidie, hata kama mtu anaweza kukopesheka akopeshwe kwa kuendeleza swali. Kwa mfano mimi na, na, na, na, na zaidi ya hekari saba za korosho hapa na hekari tatu, lakini zipo zingine za pamoja za hekari tano tena ni kama nane, tuseme, ziko zina mwaka mmoja na kidogo lakini kwa sababu natumia nguvu zangu binafsi nafikia mahali sasa nakosa mpaka ila kununua dawa kwa mfano hapa, toka mwezi wa tano, sijapiga dawa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo maua yamepamba, lakini mwisho akafanyaje yakadondoka. Lakini kama kungekuwa kuna sapoti, ningeweza kufanyaje, ningeweza kupata mavuno mazuri mpaka mwaka huu unaona. Kwa sasa nachokiomba, ombi kwa serikali, kwanza niwashukuru sana kwa kuja na nipongeze sana serikali chini ya waziri mkuu. Mimi naamini Waziri Mkuu ndio alituletea nani zao hili, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Kassim Majaliwa. Kwa hiyo nimshukuru sana na aendelee kuungana na rais wetu ajamunia, mungana, Tanzania, na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na makamu wa rais, watusaidie watusapoti sisi wakulima, angalau sasa hata kama mtu anaweza kukopesheka akopeshwe ikiwa zamana ni nini ni mashamba yetu. Baada ya wakulima kuwa na mwamko chanya juu ya kilimo hicho, maafisa kilimo katika mikoa hiyo wanaeleza kuwa kilimo hicho kinaweza kuongeza mapato katika halmashauri na kuchochea kasi ya maendeleo ambapo mikakati ya kuhamasisha wakulima wengine ambao hawajaanza kulima kilimo hicho ikiendelea. Kwenye mkoa wetu wa Kigoma zao hili ni geni, tumeanza kulilima msimu wa 2019/2020 na sasa hivi ni halmashauri mbili tu ambalo linalima zao hili, halmashauri ya Uvinza na halmashauri ya Kibondo. Kimsingi, korosho kama sehemu ya mazao ya mkakati katika taifa, maeneo haya yameonekana, wilaya hizi mbili zimeonekana kwamba zinafaa, na sisi kama mkoa tumeona kwamba tuingie kwenye zao hili na tumeanza na halmashauri hizo mbili za Uvinza na Kibondo. Kwa hiyo mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba zao la, la korosho kwa sababu linafaa, linasambaa katika mkoa wetu wote na bahati nzuri wakulima wengi wameitikia na vitalu vingi vimeshaweza kupatikana kwa wakulima, na kila mwaka sasa halmashauri zetu hizi mbili kupitia idara ya kilimo watakuwa wanatenga bajeti kwa ajili ya zao la korosho. Kwa hiyo tunauhakika kwamba ujio wa watafiti kutoka kituo cha utafiti na liendele kuwafundisha maafisa ugani wetu namna bora ya kutunza shamba la mikorosho pamoja na wakulima hawa, ni imani yangu kwamba tutaendelea vizuri. Miaka mitatu minne ijayo, tutakuwa katika sehemu ya mikoa ambayo korosho sasa inazalishwa na wana, wakulima wanazitunza ghalani na zinauzwa kwa manufaa ya taifa na wakulima wenyewe, kwa sababu tunaamini zao la korosho litaongeza kipato kwa wakulima kama yalivyo mazao mengine ambayo yanaongezea kilimo kipato wa wakulima waliopo mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mafunzo haya ya leo yatatufikisha kule ambako wakulima walikuwa wanahitaji sana kujua zao la korosho na kuhakikisha kwamba wanalima ipasavyo. Ya sasa hivi kuna eneo la hekta zipatazo elfu nane elfu nane zinafika, lakini wanaoongoza zaidi ni halmashauri ya Uvinza ambao wana hekta zipatazo eh, elfu saba na kidogo hapa Kibondo bado, lakini wakulima wengi zaidi wanapatikana halmashauri ya Uvinzi. Na niweze tu kusema kwamba hili zao la korosho kama alivyosema mgeni rasmi au mheshimiwa diwani bado ni geni katika wilaya yetu hii, lakini <coughs> linaonyesha kwamba ni moja ya zao ambalo kama litasimamiwa ipasavyo kwa kutumia uzoefu wa maeneo ambayo labda niliwahi kuishi huko nyuma kama vile Rufiji e, na mk wilaya ya Mkuranga, ni inawezekana kabisa kwa, kwa siku za mbeleni zao hili likawa moja ya nyenzo ya uchumi katika halmashauri ya Uyui. Na nasema hivyo kwa sababu tayari katika kiasi kia, ki, ki, kiwango kidogo ambacho kimeshaanza kuzalishwa au ku, kuoteshwa kinaonekana kina mwendelezo mzuri, lakini bado E, tunakosa utaalamu mzuri wa kuboresha hili zao kwa mfano, kama leo ujio wa uh, wenzetu kutoka Naliendele e, tunaweza tukasema japo ni siku moja lakini kuna vitu vingi sana ambavyo tumevipata ambavyo mwanzo tulikuwa tunaona kwamba tunaweza labda tusifanikiwe kwenye mazao, kwenye zao hili, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kufanikiwa kama tutazingatia yale ambayo wametufundisha, na kama tutaendelea kuwa pamoja na wao kwa sababu tayari wameweka milango wazi kwa namna kwamba tunaweza tukawasiliana kupitia mtandao tukapata input zingine za kuweza kuboresha e, zao hili, na niseme tu kwamba zao hili kama lita litakapokuwa limesha kubali na kushamiri, kuna uwezekano mkubwa wa kupandisha mapato ya ndani kwa sababu hasa likiuzwa katika mfumo wa stakabazi galani. Stakabazi galani, nimeshuhudia katika wilaya zingine ambazo nimetoka kama Rufiji e, walikuwa wakipata ile ile mapato ya ndani ya ushuru wa korosho kwa kiwango kikubwa sana kwa kutumia mfumo wa stakabazi garani, kwa sababu ni mfumo ambao una unalenga kushindanisha wanunuzi tofauti na ilivyo katika tumbako ambako stakabazi gharani utaratibu huo hautumiki. Kwa hiyo unaweza ukakuta e, mapato yake sio sio kama vile ambavyo inaweza kuwa kwenye korosho. Mtazamaji, TARI Naliendele imetoa mafunzo ya kutambua magonjwa, wadudu wasumbufu, pamoja na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, ili wakulima hao wawe na kilimo chenye tija. Katika halmashauri zote hizi ambazo tumeweza kutembelea za mikoa mitatu, tumeweza kuwafundisha maafisa kilimo au maafisa ugani pamoja na wakulima juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu lakini vilevile kwenye matumizi sahihi na salama ya viuatilifu tumeweza kuwafundisha vitu mbalimbali ikiwemo jinsi ya kutambua magonjwa mbalimbali ya zao la korosho, lakini jinsi ya kutambua wadudu waharibifu wa korosho, lakini kubwa zaidi kujua mashambulizi ya wadudu wa korosho ili kujua ni jinsi gani ya kuweza kupambana na changamoto hizi. Ukiachilia mbali changamoto jinsi ya utambuzi hizi changamoto, lakini tumeweza kuwafundisha jinsi ya matumizi sahihi ya viwatilifu, matumizi sahihi na salama. Tukisema sahihi na salama, ni jinsi ya kuweza kujilinda mwenyewe, kwa sababu hivi viwatilifu ni sumu, lakini vile vile jinsi ya kupulizia. Kila changamoto ina kiwango chake sahihi cha, cha, cha, cha, cha, cha upuliziaji, lakini vile vile kujua kutoka awamu moja mpaka awamu nyingine unakaa muda gani, ili kuweza kurudia na unapuliza kwa mga, awamu ngapi. Kwa hiyo tumeweza kutoa elimu hii. Kubwa zaidi ni jinsi ya matumizi sahihi ya mashine za upuliziaji. Kama tunavyojua, hivi viwatilifu vya korosho tunatumia mashine mbalimbali za upuliaji. Mikorosho ikiwa midogo, tunatumia mashine hizi za kubeba mgongoni, ambazo tunatumia kupulizia kwa kutumia mkono. Lakini sasa hivi mikorosho ya kanda hizi, mkoa wa Singida, Tabora na Kigoma imeshakuwa mikubwa na zaidi ya miaka mitatu minne mitano, kwa hiyo tunabidi tuwafundishe jinsi ya kutumia mashine ambazo zinatumia injini. kwa hiyo tumewafundisha matumizi sahihi ya mashine hizi za upuliziaji, aina zake, jinsi zinavyofanya kazi, mchanganyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa ufupi, tunatarajia elimu hii ambayo tumewafundisha wakulima pamoja na maafisa kilimo wa hizi sehemu ambazo zinalima korosho, halmashauri zinalima korosho kwa mkoa wa Singida pamoja na Tabora, tunategemea elimu hii tuliofundisha hawa wa maafisa kilimo, maafisa ugani pamoja na wakulima, waweze kufikisha mafunzo haya kwa wakulima, kwa hususani wale wanaolima zao la korosho katika halmashauri hii, na kuweza kuendeleza zao letu la korosho kwa kipato cha mkulima mmoja mmoja, lakini tija na manufaa ya taifa. Katika mikoa hii ambayo tumetoa mafunzo, Singida, Tabora pamoja na Kigoma, matarajio yetu sisi kama Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, kituo cha Naliendele, ni kuongeza tija katika zao hili la korosho kwa kutumia yale mafunzo ambayo tumewapatia jinsi ya kupambana na wadudu waharibifu pamoja na magonjwa. Tukipambana na wadudu waharibifu na magonjwa, tunaongeza tija kwenye zao letu la korosho, tutapata korosho ambazo ni safi, ambazo zina ujazo ambao ni sahihi, lakini vile vile tutapata soko lile la kimataifa ambalo linakuwa na korosho ambazo hazina magonjwa, lakini vile vile hazina mashambulizi ya wadudu. Kwa hiyo matarajio yetu makubwa ni kuendelea kuwatembelea hawa wakulima pamoja na halmashauri hizi, lakini kuwashauri, lakini vile vile kuongeza kwenye, kwenye, maeneo ya uzalishaji kwa sababu hili zao la korosho ni zao la kimkakati. Kwa hiyo tumelitoa kule kwenye ile mikoa ambayo zamani ilikuwa inalima, lakini sasa hivi tuna zaidi ya mikoa kumi na saba ambayo inalima korosho na zinastawi kama kule kusini. Kwa hiyo matarajio wetu tutaongeza uzalishaji kutokana na tumeongeza eneo la uzalishaji, lakini tunaongeza uzalishaji kutokana na tunafuata kanuni zile bora za matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Lakini je, mikakati ikoje? Mikakati kama taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania kituo cha Naliendele programu ya korosho ni kuwa karibu na wakulima hawa, kuwapatia uwezo, kujengea uwezo juu ya zao hili la korosho, yaani package yote nzima ya kuanzia kupanda mpaka kuweza kuhudumia na hatimaye kuvuna. Kwa hiyo, kila mwaka kumekuwa tukiendesha mafunzo haya ya zao la korosho hususani matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, ili kuwajengea uwezo na kuweza kuhudumia hii mikorosho na hatimaye kupata tija la mkulima mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Licha ya wakulima hao kupatiwa mafunzo, lakini bado TARI Naliendele itaendelea kuwasaidia kila watakapokuwa wanahitaji msaada. Aa, na mafunzo haya yalikuwa yamelenga aa, kwa ajili ya kujengea uwezo wataalamu hawa maafisa ugani pamoja na wakulima ambao ni wapulizaji wa zao la korosho waweze namna bora kuweza kutambua ma, magonjwa pamoja na, na, na, na, na, wadudu yani, kwa ujumla kutambua visumbufu vya zao hili la korosho na namna bora kuweza kuvikinga au kuweza kuvizuia kabisa, ili mwisho wa siku waweze kumsaidia mkulima na wakulima waliohamasika kulima kilimo cha zao la korosho, ili waweze kuzalisha kwa tija, hasa mafunzo haya kimsi Leo tulikuwa tunahitimisha. Hii timu ya mafunzo ilikuwa imeanzia mkoa wa, wa Singida katika halmashauri za mkoa. Katika halmashauri hizi zote, jumla ya maafisa ugani 276 wameweza kuhudhuria katika mafunzo haya, wamejengea uwezo wa kuweza kutambua visumbufu vya zao hili la korosho, lakini pia na wakulima, jumla ya wakulima ishirini wamefundishwa namna bora ya kutambua ma, ma, ma, magonjwa na visumbufu vya zao hili la korosho na namna bora ya kuweza kuvizuia. Lakini baada ya hapo, kila mkoa ambao tumepita kwa ajili ya kutoa mafunzo tumejitahidi kutengeneza network, yani tumetengeneza magrupu, kwa mfano ya wale wenye simu za WhatsApp, tumetengeneza magrupu ya mkoa. Kwa mfano kuna grupu linaitwa Korosho Tabora. Uh, kuna maafisa ugani wamo humo wataalamu, lakini pia na watafiti kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Kwa hiyo anapokuwa na changamoto mkulima au afisa ugani anaweza akashare aka, aka, aka, aka, aka, aka pamoja na maafisa kilimo na wataalamu wengine katika grupu. Lakini pia wale ambao hawana simu zenye smartphone tumewachia wana wa, wa, wa, namba za simu za watafiti kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania Tari Naliendele kwa ajili ya msaada zaidi. Kwa hiyo baada ya mafunzo haya tunategemea sasa kwamba wataalamu hawa na wakulima waliopata waliojengewa uwezo wataenda kuyatumia mafunzo haya kuweza kumsaidia mkulima ambaye amehamasika sasa na kilimo cha korosho katika mikoa hii ambayo tumefanya mafunzo haya Singida Tabora pamoja na Kigoma. Kilimo ni ajira. Mikoa ya Tabora na Kigoma ni mikoa ambayo inatarajia kunufaika na kilimo hicho miaka michache ijayo, kwani wakulima wameonyesha nia ya kulima kilimo hicho. Wakati TARI Naliendele wanatoa mafunzo hayo Bodi ya korosho nchini inahakikisha kuwa wakulima wanapata mbegu bora kutoka TARI kituo cha Naliendele. Bodi ya korosho Tanzania kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Naliendele, leo tunahitimisha mafunzo ya kilimo bora cha korosho, lakini pia matumizi sahihi ya viwatilifu, matumizi sahihi na salama vya viwatilifu. E, kwa kweli tunapenda kutoa shukurani kwa uongozi wa mkoa na halmashauri za wilaya ya Uvinza na Kibondo. Kwa ushirikiano mkubwa na hamasa kubwa wanaopatia wakulima waweze kuendeleza zao la korosho. Katika kituo cha utafiti pale Tumbi, ekari ishirini zimeshaandaliwa, kwa hiyo changamoto ya upatikanaji wa mbegu, mbegu ule umbali kutoka Mtwara mpaka maeneo haya mapya inakwenda kutatuliwa kwa kweli. E, mwitikio ni mkubwa sana kwa wakulima wa kwa zao hili la korosho japokuwa ni jipya katika maeneo haya mapya. E, sisi wito wetu tu ni wayatumie wa vizuri mafunzo hayo, yanaendelea kutolewa e, kwa ushirikiano wa bodi ya korosho na TARI na liendele wakifata maelekezo yote tuliyowapa.